Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nami maalim Jafari Mtavassy kwenye kipindi kingine temaradawa cha tafsiri za ndoto. Kama ilivyo ada na desturi, huwa tunajuzana hapa Mtavassy TV online kuhusu ndoto mbalimbali mbali, na yale ambayo ni muhimu hasa kuhusu ndoto. Leo hivi tumechagua kuzungumza kuhusu ndoto ya sisimizi, siafu, nyenyere Nina wote katika haya, ukilisikia kwenye ndoto yako, ukiona katika ndoto yako fahamu maana zifuatazo. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na ali na ahli zake sahaba wote, fahamu mambo yafuatayo kuhusu ndoto hii. Moja, endapo utaona sisimizi wanakula mtoto maana hii ni komenti miongoni mwa komenti ambazo nimeulizwa katika moja ya video tulizoposti hivi karibuni. Je, ukiona mtoto ananta, anatafunwa na sisimizi, siafu, nyenyere, hii itakuwa na maana gani hasa? Ah, mtoto kutafunwa na sisimizi kunaweza kujulisha mtoto huyu kuwa anasijiwa na uchawi au uhaba wa kizazi kwa mzazi wa mtoto huyo. Sisimizi kidesturi siafu kidesturi nyenyere kidesturi. Katika ndoto wafasiri wakubwa wametuambia, Shekh Muhamad Nablisi e, Ibnu Shahin, Muhamad Ibnu Sirin, Allah awarehemu, viongozi wetu hawa katika fani hii muhimu kabisa ya ufasiri wa ndoto wanatuambia kwamba endapo mtu ataona sisimizi katika ndoto yake au siafu, nyenyere, akiona katika ndoto yake, afahamu kabisa kwamba ndoto yake inaashiria ya moja ya haya aidha jeshi, aidha jeshi, au watu wa eneo husika, wakazi wa mji fulani, au watu wa ndani nyumbani, e, wale wake wa ndani au watoto, familia ile, ndugu jamaa wa nyumba moja. Haya ni maelezo ya wafasiri bingwa waliotutangulia kwenye falsafa hii ya ndoto. Kwa mfano mtu ambaye ameona sisimizi wamekuwa katika mji fulani wengi, hii inaweza ikajulisha kukithirika watu wa eneo hilo, yaani eneo hilo litakuwa na watu wengi sana. Ama mtu atakayeona kijiji, kitongoji, mji umevamiwa na sisimizi, siafu, nyenyere, wamevamia eh, mji huu, fahamu kabisa kwamba mji huu utavamiwa kijeshi. kama ni nchi Unaona watu wa nchi hiyo wamevamiwa na sisimizi, basi itatokea chokochoko, alafu nchi hii itavamiwa kijeshi. Ama huona sisimizi hawa siafu nyenyewe, kuwaona wakiwa wanakula bidhaa fulani, kwa mfano ukaona wanakula mchele au wanakula ngano, nafaka nafaka hizi, au wanakula mhogo, yani wanakula vyakula au sukari basi fahamu kabisa, ndoto hii inaeleza moja ya mambo mawili. Aidha, inaelezea ndoto hii kupotea, kuadimika bidhaa husika, au bidhaa hiyo kukisiri. Kukisirika inaweza ikajulisha moja ya mambo mawili. Kwa hivyo ndoto hii mkiiona, watu wa kitongoji, watu wa nchi, watu wa maeneo, anzeni kuchukua tahadhari, kwani inaweza kujulisha kupotea kwa bidhaa au kukithiri kwake, lolote moja ya haya ya mambo mawili inaweza ikatokea. Sasa nifuate vizuri, ama mtu kuona sisimizi wapo kitandani, sisimizi wamekuwa kitandani, siafu nyenyere wamejaa kitandani, hii inaweza ikachukua maana gani? Hasa kuona hili katika ndoto hakika kujurisha kukithiri kizazi, familia na kadhalika. Endapo mtu ataona mwanandoa ambaye amekuwa na shida ya kizazi, anataka apate mtoto na hapati kwenye maisha ya kawaida, imekuwa kero upande wake, Allah subhanahu wataala anambashiria kupitia malaika subiuni kwamba wewe utapata kizazi kikubwa. Aidha unaweza ukapata mtoto mmoja alafu kutokana na yeye ukafarijika, ukapata wajukuu wengi sana au kutoka katika mgongo wako, kifua chako, wakatokea watoto wengi sana, ukawa na kizazi kirefu, kizazi kikubwa. Ni hivi ndio huja ikajulisha. Lakini kuwa na tahadhari sana endapo utaona sisimizi au siafu wanamng'ata mtu, wanamtonona, wanampiga msinzi, ah, fahamu ufasiri wa ndoto. Nataka uwe na fikra tunduizi kidogo, fikra ambazo zenye udadavuzi mkubwa wa mambo. Kutonona, kupiga msinzi, mara zote huwa na ishara ya uchawi. Kwa hivyo ukiona wewe umelala ukang'atwa na sisimizi, siafu, nyenyere umekung'ata, fahamu kabisa kwamba huu mm, ni uchawi unakupiga hivyo, itetee, rudi kwa mola wako, kaa vizuri na Mungu, fanya munajat, mwambie rabbil alamin linde kutokana na shari ya ndoto hii niliyoiona, kisha kuuliza kwenye mkono kiganja chako cha mkono wa kushoto Halafu eh udumu na dua za istiadhat zile dua za kinga eh audhu bikalimati llahi tamati min shari ma khalaq na kadhalika, hizi dua maathura ambazo zimechukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alaihi wasalama, na pia useme ya Rabbi, naomba unilinde li kutokana na shari ya kile nilichokipata na ninachokihofia, au shari ya kile kinachonisibu au shari ya kile ninachokihofia, useme maneno haya kwa kujilinda kutokana na shari ya hizo. Ama unaweza kusoma Ayatul Kursiyu baada ya hayo, kisha kusoma Ayatul Kursiya puliza katika maji na katifiri tembe za mate kwa mbali, kisha ayo maji kunywa na mengine uoge vizuri. Hakika shari hizi zitakuepuka. Na ndoto ya sisimizi inaweza kuja na ujumbe tofauti tofauti. Ama mtu akiona sisimizi wanahama kutoka katika nyumba zao, wanakimbia halafu eneo linabaki kuwa kavu, halina activity ya sisimizi yoyote, au wanabaki wachache, fahamu kwamba watu wa mji watahama na watabakia wazao wachache eneo hilo. Watakuja watu wapya kwenye eneo hilo, au litakuwa eneo lililohamwa na watu moja kwa moja. Ni Jafar Mtavassy hapa, ni kuhabarisha kuhusu tafsiri za ndoto. Kama ndio mara yako ya kwanza unatazama chaneli yetu, usisahau kugusa subscribe, alama ya kengele hapo, ili kufungua notification, na kama una swali, tuachie kwenye comment. Jambo muhimu zaidi, utatuuliza kupitia namba ya simu unaiona hapo ikipita chini ya video yako. Barakallahu li wa lakum. Allahumma arna lhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa